Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kusimamia akaunti za matangazo, kurusha matangazo ya kusponsa, kufanya setup nzuri ya akaunti za matangazo, kutengeneza akaunti mpya za biashara, kujifunza jinsi ya kusponsa matangazo kujifunza jinsi ya kuuza bidhaa au huduma mtandaoni. Tunatengeneza matangazo yenye mvuto, tunatengeneza logo, cover, posters na kadhalika. Kama wewe ni mgeni, basi bofya picha unayoiona kwenye video hii, kisha bofya subscribe ili next time tukitoa video mpya za mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya. Katika video hii tutashare na wewe jinsi ya kupata matokeo mazuri unapofanya matangazo ya kusponsor. Wajasiriamali wengi sana wakitaka kuanza biashara huwa wanaangalia biashara gani inalipa, au wanaingia wanaiga mtu anayefanya biashara kama hiyo, na wao wanaanza. Wengi wanaingia kwenye biashara hii bila kufanya utafiti, bila kujua wateja wao ni kina nani wanatatua changamoto gani ya mlengwa, bila kupanga mkakati wowote wa masoko. Matokeo yake wengi hukutana na ushindani mkubwa, baada ya muda mfupi biashara inakufa, kwani biashara nyingi zinazoanza bila utafiti wa kutosha hutoweka baada ya miaka miwili hadi mitano. Kama unatamani kufanya biashara ya uhakika mtandaoni, hatua ya kwanza unatakiwa kumjua vizuri haswa mteja wako ni nani suluhisho la changamoto ya mlengo wako ni ipi? Kama unafanya matangazo ya kusponsa bila kujua mlengo wako ni nani, utafika mahali utaishiwa kabisa pesa za matangazo, kwa sababu upati wateja wa kutosha kwenye biashara yako hii. Maana yake utafilisika, biashara itakufa, utaanza kuhangaika kutafuta mtaji. Maisha yako yote yatakuwa ya tabu, kwani utaishi kwa kuomba omba bila kupata kipato cha uhakika. Kama unasoma Uh, makala hii au kusikiliza video hii, bahati lioje! Kwani leo utabaini jinsi ya kufanya utafiti wa soko ili kurahisisha mkakati wa masoko kwenye kuuza mtandaoni. Kufanya utafiti mzuri haswa wa soko lako lengwa, unaweza kufuata hatua zifuatazo. Kwanza, ainisha vizuri soko lako lengo. Hatua ya kwanza, unatakiwa kuainisha soko lako lengwa kwa kuangalia vigezo vifuatavyo: sifa za walingo wako kwa kuangalia umri, jinsia, mahali wanapoishi au kupatikana, pia saikolojia yao, wanayopendelea wanayothamini, tabia zao. Hii inakusaidia kutambua vizuri walingo wako. Maswali ya msingi ya kuzingatia: walingo wako ni kina nani? Walingo wako wanataka nini? Na kinachowakereketa haswa ni nini? malengo wako ni kitu gani kinachowasukuma kufanya maamuzi ya kununua bidhaa au huduma? Pili, jinsi ya kufanya utafiti wa soko. Baada ya kubaini malengo, chagua njia sahihi ya utafiti. Njia hizi zinaweza kuwa utafiti wa kwanza, primary research. Hii ni pamoja na mahojiano, tafiti za mtandaoni na vikundi vya majadiliano. Utafiti wa pili ni secondary research. Hii inajumuisha uchambuzi wa ripoti takwimu za serikali, makala za tasnia, uchambuzi wa ushindani. Tatu, tathmini wateja ulionao kwa sasa. Angalia wateja ulionao kwa sasa kutambua sifa za msingi walizonazo na tabia zao za manunuzi. Hii unaweza kutathmini kwa kuangalia historia ya manunuzi ya walengwa na marejesho unayopata kutoka kwao. Tengeneza wajihi. Tengeneza profile kwa kuangalia umri, taaluma, kiwango cha mapato, malengo na changamoto zao. Nne, fuatilia mazungumzo ya kijamii. Ya kijamii, chunguza majukwaa ya mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google na kadhalika yanayohusiana na bidhaa au sekta unayosimamia. Chunguza, uh, majadiliano ya hayo yanayohusiana na bidhaa yako. Hii inakusaidia kuelewa kile ambacho walengo wako wanachopendelea na kujihusisha nacho moja kwa moja. Tano, tathmini washindani wako. Chunguza washindani wako wanalenga soko lipi. Tathmini mpango mkakati wa soko, jinsi wanavyoshughulika na wateja wao ili kuelewa E, mwanya au fursa kwenye soko hilo unaloweza kulikita. Tengeneza wasifu wa wateja. Tengeneza wasifu wa walengo wako kwa kujikita kwenye taarifa ulizopata kwenye utafiti wako kwa kuangalia taarifa kama kama kile kinachowapeleketa wateja wako ni kipato, kipato chao na tabia zao za manunuzi. saba. Tumia mitandao ya kijamii kutathmini soko lako lengwa. Tumia mitandao kama Google, kuchunguza maswali yanayoulizwa na, na walengwa wako, kujua kinachowakereketa walengwa wako hasa ni nini, kutathmini au kufuatilia tabia za walengwa wako kwenye majukwaa ya kijamii. Taarifa hizi zinaweza kukupa taarifa zinazofanana na walengwa wako au bidhaa huduma. Kama umefaidika, komenti chini nimefaidika kisha bofya subscribe, like na kushare. Tukutane kwenye video ijayo.